Kitendo cha kulima bangi kwenye maeneo yetu ni uvunjifu wa sheria. Kitendo cha kufyeka misitu yetu ambayo ni misitu ya umma ni uvunjifu wa sheria, na tunatoa wito kwa wananchi wote wa Tanganyika watusikilize, watuelewe, na mtu anapotoka maeneo mengine kuja Tanganyika anapofia kwenye kijiji cha kwanza alipote kwa uongozi wa kijiji, kama anatafuta eneo la kulima awapate wataalamu wa ardhi wamsaidie kujua mipaka ya hifadhi lakini pia maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya shughuli za kilimo. Asivamie tu popote na wasiuzie tu popote, ili waone kwamba labda ni, huu ni msitu hauna mtu hapana. Kila msitu kwenye wilaya yetu una matumizi yake, na hii yote imetokana na mipango ya matumizi bora ya ardhi ambayo vijiji kwa chini ya usimamizi wa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri wamefanya ili kuwa na matumizi bora ya ardhi katika maeneo haya nitazungumza katika eneo moja ambalo ni eneo la Kapanga ambako vikosi kutoka mamlaka ya udhibiti na kupambana na madawa ya kulevya pamoja na vyombo vya usalama vinaendelea na kukagua katika maeneo yetu, hasa baada ya kuwapata taarifa za kiintelijensia kwamba kuna watu wanajihusisha na kilimo halamu cha bangi bangi kwenye maeneo yetu. Haikubaliki, na hapa Kapanga, kazi ambayo imefanya na vyombo hivi pamoja na mamlaka hii ya kudhibiti na kupambana na madawa ya kulevya DCEA imefanya kazi kubwa, tunawapongeza kwanza. Imebaini na kuona takriban hekari tisa ambazo zimelimwa bangi na hizi bangi, hii bangi imelimwa katikati ya misitu ambayo inafanya biashara ya kaboni, na ili ilimwe, kwanza wamefanya uharibifu wa mazingira, na katika uharibifu huo itapunguza credit ama itapunguza kiwango cha mapato yetu ya biashara ya kaboni, na inapo kumepunguza, maana yake wananchi wote watakuwa wameathirika. Kwa hiyo rai yangu ni kutoa rai kwa wananchi, tusichanganye mazao mengine au tusilime ma ma mazao mengine kando kando ya misitu ambayo tunaendesha biashara ya, ya kaboni. Lakini sambamba na kuweka rai hiyo ya kutolima mazao mengine sambamba na biashara ya kaboni kuna tatizo na changamoto kubwa ya uvamizi. Uvamizi kwa maana ya baadhi ya watu kupeleka mifugo kwenye misitu yetu. Kuna baadhi ya watu wanafanya biashara haramu, mfano kama hii ya kilimo cha bangi. Sasa sisi kama halmashauri tumejiwekea utaratibu, tutakuwa na doria za mara kwa mara ambazo zi ni endelevu, na tutahakikisha tunawaondoa wote ambao wamevamia kwenye misitu yetu, kwa kuwa tuna vyombo vya kisasa tunawaona popote walipo, popote ulipo tupo pao. Bado wako kwenye misitu yetu, watoke mara moja. Lakini pia endapo hawatatoka, tutawatoa na sheria itachukua mkondo wake. Naitwa Geoffrey John, ni mkulima halmashauri ya wilaya Tanganyika. Uharibifu wa mazingira ambao unafanyika na baadhi ya watu katika maeneo ambayo inasababisha uwekezaji taka kujiondoa katika kuwekeza katika biashara ya kaboni. Sisi kama wananchi uh, ambao tunanufaika na hii biashara ya kaboni ikiwemo kulipiwa bima ya afya na miradi mbalimbali ikiwemo shule ambayo tunajengiwa katika maeneo yetu. Kwa hiyo mimi nachukizwa sana wakulima wenzangu ambao wanakata miti na kupanda bangi ambayo moja kwa moja inaenda kuhatarisha uwekezaji wa kaboni katika halmashauri yetu. Kwa serikali kusaidia wanaolima bangi na wanaokata miti. Doria liongezeke kwa ajili ya kuwakamata wale wanaoingia katika hifadhi.